Mapambano dhidi ya saratani ni ajenda ya taifa, si mzigo wa mgonjwa mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taasisi hii inafanya kazi kubwa. Nami na nichukue fursa hii kutoa maelekezo mahususi kwa taasisi zili nyinginezo, hospitali yetu ya taifa na hospitali nyingine zote nchini kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wa saratani wanapelekwa kwenye taasisi ya saratani ya Ocean Road. Ninatambua kwamba tunao wataalamu kule, lakini taasisi hii kwa kuwa ina wataalamu wengi, ina vifaa vilivyojimarisha, vifaa vilivyokamilika, imani yangu ni kwamba wagonjwa watakapofika pale, kama watatakiwa kwenda kwenye taasisi nyingine au hospitali nyingine, mkurugenzi mkuu atatoa maelekezo hayo kwenye taasisi hizo au kwenye hospitali hizo. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu kwa taasisi hii na hospitali nyingine zote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kukushukuru kukubali mwaliko huu kumwakilisha eh, Mheshimiwa Rais katika maadhimisho haya ya kongamano hili adhimu. Uwepo wako hapa siku ya leo Mheshimiwa Waziri Mkuu umetupa heshima na motisha kwa watumishi kuendelea kulitumikia taifa hili kwa uadilifu kwa uweledi na kwa uzalendo wa hali ya juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo haya, ninayo heshima kubwa sasa